Ewe ndugu yangu Mwislamu, yajue mambo saba ya kuyazingatia endapo utapoingia katika sikukuu ya Idi. Jambo la mwanzo, kujiandaa kiibada. Jambo la pili, kujitayarisha kwa usafi na mavazi. Jambo la tatu, kusherekea kwa uadilifu. Jambo la nne, kuimarisha ukarimu na kusaidia wengine. Jambo la tano, kuweka mazingira ya amani na upendo. Jambo la sita kuepuka israfu na anasa zisizo na faida. Jambo la saba kudumisha maadili ya Kiislamu. Ewe Mola wetu, tuzidishie mapenzi katika dini yetu, tuimarishe udugu wetu, na utukubalie funga zetu, na utujalie kuwa miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa katika maisha yetu, na utujalie miongoni mwa wale ambao watakayotekeleza vizuri yale ambayo yote tuliyojifunza katika Ramadhani na kuendelea kutenda mazuri, na utuepushe na maasi katika siku ya Idi, na uzikubali funga zetu ya Rabbal Alamin.